Tutakutana nasemaga kwamba kahaba, mchawi, mganga, sijui nani, yeyote anayefanya vituko, wote hao wana makusudi, wana kusudi la Mungu ndani yao, ila tu hawajapata tu mlango wa kutokea huko aliko. Na wewe kama unanifuatilia na unajua kabisa, kuna mahali umefungwa, umebananishwa, na unajua kabisa agano la Mungu tayari ulishalivunja muda mrefu. Yamkini unaimba, yamkini unahubiri, yamkini uko kanisani. Mimi sijui, wewe mwenyewe unajua maisha yako. Na mimi mwenyewe najua maisha yangu. Tutaenda mbele za Bwana kwa pamoja. Tumwambie Mungu aturehemu pale ambapo tulivunja agano. Mioyo yetu ikageuzwa. Sulemani moyo wake kageuzwa. Ukaanza kuelekea miungu mingine. Sasa leo hii miungu yako inaweza ikawe inaweza siwe mizimu. Wengine wamegeuzwa na fedha walizonazo. Wengine wame, wamegeuzwa na, na, na mali walizonazo. Imefika mahali hawamwangalii Mungu tena, wanaangalia mali zao. Imefika mahali hawamwangalii Mungu, wanaangalia fedha zao. Imefika mahali wanaangalia ndugu, hawamwangalii Mungu tena. Mioyo yao imegeuzwa, hawamwelekei Mungu tena. Maana yake hao watu wamevunja agano, agano kati yao na Mungu lime te, limevunjika. Hiyo ndio miungu yako. Usije kafikiri kuchonga tu sanamu hapo weke uanze kuyabudu ndio miungu. No, no, no, no, no. Kuna watu wengi wanaabudu miungu pasipo kujua. Muda wa kumwabudu Bwana wewe uko kwenye biashara, ikitokea biashara yako imeyumba kanisa huonekani, haujishughulishi na jambo lolote la Mungu. Moyo wako ulishageuzwa na mali, ulishageuzwa na fedha, ulishageuzwa na na fedha. Bwana Yesu asiwe sana. Moyo wako ulishageuzwa na fedha tayari. Mimi sijui ni nini kilichokugeuza. Sulemani akageuzwa na wanawake. Wewe mimi sijui kimekugeuza nini? Yawezekana kijana, pia na wewe umegeuzwa na wanawake. Moyo wako haumwelekei tena Mungu kwa sababu ya, ya waswali wanawaita wana madem. Haleluya. Eh, wanaita made wengine wanaita ma girlfriends, siyo mabaefrand wakina nani huko? Ah sielewi. Bwana Yesu asifiwe sana, wamegeuza hiyo yao. Hamuangalii tena Mungu. Hawangali tena habari ya Mungu. Mioyo yao imegeuzwa na kazi zao. Walipoajiliwa tu, walimwacha Mungu. Wakaanza kuwa busy na kazi walizopewa. Wakasahau hata kuna kuomba. Wakasahau hata kuna kufanya la Mungu. Moyo wao umegeuzwa tayari. Bila kujua agano lao wakalivunja. Na toka siku hiyo, pamoja na kuwa anapata fedha, lakini hajawahi kuwa na amani. Toka siku hiyo, pamoja na kuwa ana mali nyingi, lakini hajawahi kuwa na furaha maisha yake yote. Anajiuliza nini shida, anajiuliza nini changamoto, bila kujua kuna agano limevunjika. Wakati alipokuwa hana kitu, alikuwa na amani na furaha ya kutosha. Kwa sababu gani? Alikuwa na bidii kukaa kwa Mungu, alikuwa na bidii kumtumikia Mungu, alikuwa na bidii kumwomba Mungu. Maana yake agano kati yake na Mungu lilikuwa vizuri. Alikuwa anajishughulishi na uovu wowote, alikuwa hana muda na kutaja dhambi wala kufanya lolote linalomchukiza Bwana. Lakini leo anajiona na fedha na mali, anaona ni nguvu zake, amemwacha Mungu, moyo wake umegeuzwa, ameanza kufurahia maisha ya anasa, ameanza kufanya hiki, moyo wake umegeuzwa tayari na fedha alizozipata, na ndugu wa karibu na watu wa karibu, marafiki, jamii. Haleluya! mimi sijui ni nini kimekugeuza, lakini naamini Roho Mtakatifu anakusudi kusema na taifa la Tanzania kupitia ujumbe huu. Unaweza ukaona taifa letu linapita pagumu. Angalia leo hii, jua kila mahali ni kali kuliko unavyodhani. Sio Dar es Salaam tu hii kwamba unafikiri kuna jua. No. Hata ukipiga kule nyumbani tabona anapigia simu anasema jua kali. Mazao yameungua, yamekauka. Hata ikitokea ya mvua ikanyesha leo hakuna mazao yanayotokea. Kila mahali jua kali. Ni sehemu chache sana ambao kuna vimvua mvua tena vya vya rasha rasha. Unakuja kujiuliza kwa nini? Kwa nini Tanzania? Kwa nini Tanzania? Jiulize vijijini mazao yanakauka huko. Abu fikiria wewe unayekaa Dar es Salaam unategemea chakula cha vijijini, maisha yatakavyokuwa magumu hapa mjini, itakuwaje? Bwana Yesu asiwe sana. Lakini hatujawahi kaa chini na kujiuliza ni nini kimesababisha, kwa nini tumepatwa na haya Tanzania? Mbona miaka mingine ilikuwa sio hivi?